sababu imani imani sabu inahitajika. Heshimu mipaka uliojiwekea, usiende kimazoea, nenda kwa nidhamu. Usiende kwa kuangalia muonekano au au taswira ya watu watakuonaje, ukijiwekea mipaka, sababu kuna mipaka mingine ukiiweka ina maana kwamba unajitenga na, na watu, sababu kuna vitu ambavyo vinapatikana kwa watu ambavyo wewe lazima ujiweke mipaka na watu ili uwe tofauti na wao ili imani yako ibaki salama. Usiogope kufanya maamuzi ao, kwa sababu ni vizuri zaidi ukakosa watu wa kukufariji karibu koliko kupata watu wa kufariji karibu kapoteza nini imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana.